Tatizo bado ni kubwa la changamoto ya afya ya akili uh, ukizingatia jamii yetu bado haina uelewa wa kutosha kuhusu changamoto za afya ya akili, lakini uh, ile ule unyanyapaa uliopo kwenye jamii kwa asilimia kubwa inawafanya watu pia wasifike kupata huduma na huku kuchelewa kupata huduma, kwa hiyo unakuta mtu mpaka anafika mahali anafungwa kamba wakati angeweza kujitambua mapema akasema ah, kwa hali hii au changamoto hii ninayopitia nahitaji kumwona msaikolojia akapata huduma mapema. Kwa maana hiyo hata anavyo uh, kuja hospitali tayari anakuwa kwenye hali, hali ya ugonjwa uh, niseme tu kundi kubwa ambalo linapitia changamoto ni kuanzia umri wa miaka uh, ishirini mpaka mpaka hamsini mpaka hamsini tuseme hapo, kwa sababu ukiangalia ni kundi ambalo uh, uhitaji katika maisha ni mkubwa, tunaweza kusema demandi za maisha ni kubwa. Unakuta vijana wamemaliza vyuo hawajapata ajira, ajira ni changamoto, kwa ile ugumu wa maisha kwa ujumla, inawapelekea wanaingia kwenye changamoto za afya ya akili, lakini vile vile ugumu huo wa, wa maisha unaweza kupelekea mtu akajihusisha na madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazosababisha au zinazopelekea uh, vijana wengi kuji, kupata changamoto ya afya ya akili. Ni kweli tuko kwenye wimbi la kukosa ajira. Uh, vijana wengi wanamaliza masomo vyuo, hawana ajira uh, na sasa tunatofautiana kwenye kukabili hilo jambo mwingine anaweza akamaliza chuo akaona fursa kwa upande mwingine aa, kutokana na alichosomea bila kuzingatia ajira. Lakini niseme ni mojawapo ya changamoto ambayo inachangia kuongeza ukubwa wa, wa matatizo ya afya ya akili. Jamii haina uelewa wa kutosha namna ya kukabiliana na changamoto, kwa sababu katika maisha ya kila siku changamoto hazikwepeki, zipo pale pale, lakini ni namna gani tunakabiliana nazo kwa namna ya kujenga na kwa namna yenye afya zaidi. Nafikiri jamii kwa ujumla haina uelewa wa kutosha, na pia uhaba wa wata, wataalamu tulionao, wataalamu tulionao hawatoshelezi kusema tufike katika kila nyanja kutoa elimu, na hilo linachangia kwa asilimia kubwa.